Sherehe ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, na neno la Mungu limetuongoza vizuri sana, mtafakari vema fungo hili takatifu, adhimisho hili takatifu. Somo la kwanza tulivyosikia linasisitiza sana wajibu wa kila mwanafamilia iweka msisitizo kuwa wana, wanao waheshimu wazazi wao watapata baraka tele duniani na sala zao zitasikilizwa kama tulivyosoma, Bwana amempa baba utukufu mitarafu wana na kuithibitisha haki ya mama mitarafu watoto, anayemheshimu babaye atawafurahia watoto wake mwenyewe, na siku ya kuomba dua atasikiwa. Ndugu zangu wapendwa, tunahimizwa sote, sababu wote tulioko hapa tumezaliwa na wazazi, kuwapenda wazazi wetu. Tujiulize katika maisha yetu kwa ajili yao. Wazazi wetu wengi wao wanaweza kuwa ni wazee, umri wao sasa ni mkubwa, wanahitaji msaada wetu wa hali na mali. Inasikitisha kuona kwamba mara nyingine inatokea kwamba tumewasahau wazazi wetu hatufanyi. Kuna wengine tunafikia hatua hata ya kuwakataa wazazi wengine, kwa sababu wana hali fulani isiyopendeza sana kumtambulisha mzazi wake kwa rafiki yake, kwa sababu hali ya yule mzazi wake, yule baba yake alikuwa bazi, alikuwa amevaa nguo zisizopendeza, nguo zilizochakaa. Unajua hali ya kijijini na hali ya umaskini. Hakumtambulisha baba yake kwa rafiki yake, alimsalimia tu kwa kawaida. Kwa katika maisha tu, wasaidie wazazi wapende wazazi wetu. Wazazi, mzazi wako ni mzazi wako tu, kama ni baba, kama ni mama, huyo ni baba ni mama yako tu. Hakuna kitakachobadilisha ukweli huu kwamba huyo ni mzazi wako, hata kama wakati fulani mkawa na mawazo sio yasiyoafikiana ya, hata kama wakati fulani alikufanyia mambo ambayo hayakuwa mazuri sana, mzazi wako ni mzazi wako, unapaswa kuyaweka vizuri, kwa sababu huwezi kupata baraka kwake kama utamtukia baba yako, kama utashindwa kumsaidia baba yako au mama yako. Mzazi wako tunapaswa kuwasaidia wazazi wetu, tunapaswa kuwa nao, tuwatembelee, twende hata tukakeshe kidogo na wazazi walau kwa muda fulani mfupi, tuwe nao, na kama wana mahitaji ya msingi, tuwa tuwape mahitaji ya sababu, ni wazazi wetu. na jambo nyingine, ndugu zangu, linalosisitizwa katika somo hilo ni kwamba wazazi wetu